Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International imebaini kwamba idadi ya watu waliouliwa kutokana na hukumu ya kifo iliongezeka hadi kufikia watu elfu moja mia tano mnamo mwaka 2024. Hili ni ongezeko kubwa zaidi kuorodheshwa tangu mwaka 2015. Aidha, Amnesty International imesema maelfu ya hukumu nyingine za kifo huenda zilitekelezwa kwa siri, hasa katika nchi ambazo hazitoi taarifa rasmi. Saumu Njama

Ripoti hiyo ya Amnesty International imezitaja nchi za Iran, Saudi Arabia na Iraq kwamba zinachangia asilimia 90 ya watu waliopewa adhabu ya kunyongwa kwa mujibu wa matokeo yaliyoorodheshwa, na kwamba nchi hizo zinahusishwa na idadi jumla iliyoongezeka ya watu kuuawa kutokana na adhabu ya kifo. Iran ipo kileleni kwenye orodha hiyo kwa kuitekeleza adhabu hiyo ya kifo, ambapo watu wapatao 972 waliuawa ikiwa ni idadi iliongezeka kutoka watu 853 mwaka uliotangulia. Nchini Saudi Arabia, takwimu za shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International zinaonyesha kuongezeka maradufu kwa adhabu ya kifo hadi watu 345, ambayo ni idadi kubwa kabisa kuwahi kuorodheshwa nchini humo. Huko Iraq hukumu ya kifo ilitekelezwa mara 63, karibu mara nne zaidi ikilinganishwa na mwaka 2023. China imetajwa kama mtekelezaji mkuu wa adhabu ya kifo duniani licha ya kutotoa takwimu rasmi. Amnesty International inakadiria kuwa maelfu ya watu huuawa kila mwaka nchini humo. Vile vile Korea Kaskazini na Vietnam zinashukiwa pia kutumia hukumu ya kifo kwa kiwango kikubwa. Nchini Saudi Arabia, licha ya juhudi za kufuta mifumo ya kisasa zinazoendeshwa na mwana mfalme Mohammed bin Salman, hata hivyo, utekelezaji wa hukumu ya kifo umeongezeka. Ripoti ya Amnesty International inasema serikali nchini humo imekuwa inatumia adhabu hiyo kama silaha ya kisiasa dhidi ya wapinzani, hasa kutoka waumini wa madhehebu ya Shia waliokuwa sehemu ya maandamano ya kati ya mwaka 2011 na 2013. Agnes Callamard, katibu mkuu wa shirika la Amnesty International, amesema wanaothubutu kuhoji mamlaka wamo hatarini. Karibu nusu ya hukumu zote za kifo za mwaka 2024 zilihusiana na makosa ya dawa za kulevya. Singapore na China zimetajwa kwa miongoni mwa nchi zilizotekeleza adhabu hiyo kwa kiwango kikubwa kwa makosa hayo. Kalamad amesisitiza kwamba hukumu hizo huathiri zaidi ya watu wa kipato cha chini, na kwamba hukumu hiyo haijathibitishwa kuwa inapunguza uhalifu wa dawa za kulevya. Kwa sasa nchi mia moja arobaini na tano zimefuta adhabu ya kifo kwa sheria au kwa vitendo. Kwa mara ya kwanza, theluthi mbili ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa iliunga mkono azimio la kuahirisha hukumu ya kifo kote duniani. Zimbabwe nayo iliweka historia kwa kufuta adhabu hiyo mwaka elfu mbili ishirini na nne huku watu sitini wakitarajiwa kuondolewa hukumu ya kifo tangu mwaka elfu mbili ishirini na moja. Nchi nyingine sita barani Afrika zimechukua hatua kama hiyo.